Kumba kwa idhini ya Mungu yeah. Swali wendevo kwa idhini ya Mungu, exactly. Unaona, yeah. no, eh mm -hmm. Kama ni kuumba kwa idhini ya Mungu, ipo imetajwa katika 3:49 3:49, yeah. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Kwanza subiri kwanza, Mungu ameweka mambo sawa huyu, mm -hmm. ambaye kwamba anatarajiwa kuumbwa kwanza, watu wasikosee, usije ukasema mm -hmm. ni Mungu. Ametangulia atamfanya ni mtume kwa hiyo kwanza cheo Mungu ametangulia kutaja pale cheo chake. Yeah, kwamba ni mtume, yaani si zaidi hapo. atamfanya mtume kwa wana wa Israeli, twende kuambia mm -hmm. nimekujieni na hoja kutoka uh -huh. kwa Mola wenu. Kwanza amekuja na hoja, bi maana hiyo aliyofanya ilikuwa ni hoja, yeah. kutoka ya... kwa Mungu, twende ya kwamba na kuumbieni, uh -huh. uh -huh. katika udongo na kuumbieni katika udongo, sababu muulizaji amesoma hii aya, najua sasa ameuliza ame nusu ili kupeleka habari yeah, kwa watu vibaya yeah, e. Sasa iko wazi kwamba nakuumbieni katika udongo kama nini? Kama e, sura ya ndege anakopi katika ndege namna ilivyokuwa kama sura ya ndege ndiyo, kisha, kisha nampuliza mara anakuwa ndege mara anakuwa ndege kwa idhini, unaona penye important point This is the most important bila idhini haikui. Kwa idhini, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, ya Mwenyezi Mungu bi bimaana kwamba bila idhini ya Mungu ile ni udongo ah. Na ndio ukisoma Yohana 5:30 Yesu anasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, anaifanya ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo hiyo uumbaji ambayo kwamba inazungumziwa pale inafanyika, lakini kwa idhini ya Mungu, bila idhini ya Mungu hamna chochote pale. Kwa hiyo iko wazi pale ah, kile ambacho ah, okay. E, e, pia kuna swali ambalo ulikuwa umeelekezewa hapa ambalo kuna mtu amesema lazima ulijibu, yani ili usisogee hata dakika moja. Anasema mnaamini Yesu atarudi kama nani? Mbona isiwe Muhammad? Aha, very good, aburudi so, yeye swali tena amesema, hata mimi ningetaka kujua mnaamini yeah. Na hmm, nani Muhammad, ama ni Yesu? <laughs> <laughs> Yesu atarudi kama nani? Mbona isiwe Muhammad? Manake nadhani hili ni swali watu wengi pia wangependa. Hiyo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Swali ni zuri <laughs> mm, na naijibu saa hizi hizi ndio. Sisi tunakubali kama Yesu atarudi ndio na Yesu kurudi kuna sababu nyingi mm-hmm. Kitu ya kwanza, Yesu atarudi yeah. Lakini kama mtawala mm -hmm. Kama mtawala kama kiongozi tu mm -hmm. Hatarudi kama nabii, kwa sababu unabii uliisha na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ala ala ala. Mwenyezi Mungu anasema kwamba makana Muhammadun aba ahad min rijalikum walaki rasulullahi wa khatama nabiyye, Muhammad ni mtume wa mwisho mm -hmm. Kwa hiyo baada yake hakuna nabii ama mtume atakuja. Kwa hiyo kurudi kwa Yesu atarudi, lakini kama kiongozi atarudi kama mtawala. Pili, kurudi kwake, atarudi kuhukumu watu na kuhukumu hapa duniani. Hakimu ni wengi, itakuwa ni hukumu ya kiduniani ile ya kawaida. Mtu akifanya makosa anapelekwa kwa Yesu, Yesu anatoa judgment ya kawaida tu, lakini atatumia hukumu yake Qur'ani, hatatumia Biblia, sijui <laughs> yeah. yeah. ni i kwa nini daktari yako hapa atatuambia, mbona asitumie Biblia? kwani Biblia ina makosa gani? Tatu, atarudi avunje misalaba tayari daktari ametokea msalaba hapo. Yani, Yesu angerudi angetangulia na hii ya bishop. Umeona eh? So sijui msalaba ina makosa gani? Kwa hiyo atarudi azivunje, kwa sababu ndio alama kubwa ya Kristo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba yeye anakuja hata ile alama ya Kristo atafanyaje? Ataondoa. Na Yesu kurudi, kwa nini akurudi Muhammad? Ni kwa sababu ni mpango ya Mungu. Kitu ya kwanza, manabii wengi waliposikia habari za Muhammad walitamani kuwa katika umati Muhammad na sisi tunaamini kwamba Yesu katika moja ya dua alizoziomba aliomba afya katika umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana Yesu ni habari mpya, daktari unasikia? Leo na ndio maana atarudi afya katika umati Muhammad, watoto atakuja, pia apate mke na watoto katika umati Muhammad. Yesu wale watoto watakuwa wafuasi wa umati Muhammad, naye atarudi atakuwa ni mfuasi wa nani? lakini useme kwamba nimetoka katika kichwa changu usomee Qur'ani. Pastor anashangaa kwa sababu Yesu ambaye kwamba amesungumzwa katika Qur'ani ni Yesu <laughs> <laughs> mwenye namsungumzia hapo atawakala. Mtume akasema wataanza kukimbilia misikitini, misikiti ile inawatorokana ambaye ni Mungu ndani ya mwili hayuko. Yupo. Lakini Yesu nabii kwa kwa kumi na nane, kuna zile sifa za Mungu tutaziangalia ndani ya sifa ya nani? Tutaziangalia zile sifa kama zimo ndani ya Yesu Kristo hmm. kwamba wa kuabudiwa mm -hmm. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndio mimi nakudhibitishia kwenye maandishi ya kwamba Yesu aliabudiwa na hata anaweza mwabudu. Hapa ni vile, hapa ni mahali pachache sana mm -hmm. ningeabudu ni kudhibitishie mm -hmm. practically ya kwamba Yesu alikuwa ni Mungu akiwa ndani ya mwili na nimemwabudu, macho yako na, na yep. Labda kwenye kuabudu Yesu na huyo mama pia, waduwe ameuliza hiyo swali, mwambie mimi sina hasira yoyote. Ni vile hii sauti iko juu kwa sababu ya kuhubiri na na mapepo na majini <laughs> na vitu abasi, anasomewa haya kudhibitisha hayo maneno lakini, <laughs> Yesu ambaye kwamba nikimalizia, aliyekuwa ni Mungu kwa kwa kwa, umesema kulingana na, kulingana ni Mungu kwa mwili, huyo hayuko lakini Yesu wa Kumbukumbu kumi na nane kumi na tano huyo nabii pia tunamzungumzia, sio si, tunakubali andiko litoa wewe, huo i sitya kumi na nane kumi na nane Bishop, ndio tuasema ni Muhammad sababu ya kumi na tano ni Yesu, hatujapinga. Atatokana na wana wa Israeli, miongoni mwa ndugu zako lakini ya 18 na nane atatokana kuna kuna kumi na kumi na nane, kumi na nane. Na ndugu zao wana wa Israeli ambao ni Waarabu, ni kumi na nane kumi na nane 18 na 18 15 kumbukumbu ya Taurati tunakubali 100% kuwa Yesu ni nabii. Wewe mwenye ndio ulitoa kwamba imetabiliwa haya. Acha basi asomewe haya. Mimi najua mzee Abdul anasikia raha penye yako. Nitakujibu nafasi ni nyamanipatia nafasi naipata, wakati mrefu ndio. The advent descent of Isa, Jesus son of Mary. mm -hmm. Narrated Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadith sahihi kabisa. Allah messenger said, by him in whose hand my soul is, surely Isa, Jesus the son of Mary yeah. alayhi alayhi assalam Will shortly descend amongst you Muslims. Subiri, kwanza Yesu atateremka katikati ya Waislamu. Kwa nini asiteremke katikati, katikati ya Wakristo, daktari? Hapo kuna zingatio. Atakuja kuteremka katikati ya Waislamu. Haya ndio ndo wa kweli. Ndani ya msikiti. Mbona asiteremke kanisani? Kabisa na mbona wakati wa Kristo? Kabisa. Tutaongea, Twende. Leo inaendelea inasema: Bishop and will judge mankind justly by the law of the Quran. Hatatumia Bibilia, atatumia Qurani kwa sababu Qurani ndio kitabu cha Mungu ambacho okay, Mungu ameteremsha naiko intact mpaka atakapokuja, hakuna hata nukta moja itakuwa imefanyaje badilisho leo ukiangalia Biblia 1992 na ya 19, 1952 wewe ni daktari unajua, kuna vitu ambavyo kwamba imefanyiwa pale ukarabati. Siwezi ongea sana, itafika wakati wake, tubaki ndani. Kwa hiyo, kuja atakuja tu kama kiongozi mwamuzi, sio zaidi ya hapo na yeye ni kwa sababu ameomba dua afya katika ummati Muhammad, na ataziko na ummati Muhammad. Kwa hiyo ni mpango, yeye ni dua aliomba na Mungu ameijibu na atakuja kufa, maanake hakufa. Leo tunasherehekea Pasaka kwamba alikufa. Ati Yesu hakufa. Hakufa. Na Biblia inasema aje? Hiyo mambo tutaongea tu ikifika wakati wake. Biblia inasema aje? Tutaongea. Kwa hiyo nilikuwa naomba hivi, nilikuwa naomba tusichanganye mambo. Tusichanganye. Mada mada ni basi. Tutakuja kuangalia nani nani anajidanganya. Sasa, tatizo unaona nyinyi mnapiga huku, mnapiga huku. Swali liulizwa. Unakuja hivi? Unajua, najua hatuna time, kuna dakika kidogo. ukiza kutambiaatena sababu sasa, Mungu ungeanza kutuambia sasa tena mambo ya kufa, tutashangaa Mungu gani tena na kufa na wao na viumbe vyake. Ni Mungu dhaifu sana huyo. Usiende huko kwanza, usiende huko kwanza, tumaliza kwa sababu. Hata kuna aya katika Qur'ani, inasema kurudi kwake Yesu ni dalili za kiama, kuwa kinaanza kutukaribia, msikifanyie shaka. Hebu maliza kwanza Yesu akija leo atatangulia na msalaba yako aivunje. Hapa utatoka, apa, apa, apa, utatoka apa, na tasbihi au utatoka na msalaba na tusha kuwekea tayari kifo cha nani? Cha Yesu. Ambaye ni Mungu. Huna, ndio. Unajua Yesu alisema, "Goja, goja sasa." Yesu mwenyewe alisema, "Mimi mwenyewe ndio nimetoa uhai wangu." Kwa hivyo hakuna mtu alimuua Yesu. Ye mwenyewe nafuku na shuku kwanza. tulia nakumbuka tukiwa na Anwar pale Isili. Mm -hmm. Alisema ya kwamba Yesu alikomit suicide. Mm -hmm. Mimi sikumjibu jambo lolote, Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba yeye mwenyewe ndio alitoa uhai wake, na yeye ndio ana uwezo wa kuchukua uhai wake. Kwa hivyo hakuna mtu alimuua Yesu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alitoa uhai wake. Kwa hiyo kina madhara waongo. <laughs> Sasa kile kiko ni ya kwamba hii mambo yote tunaongea tuko naongea uongo. Hakuna mtu alimuua kwa, kama nimejitoa mimi mwenyewe, wewe sema na na ya kwamba ndio na ndio na Biblia nasema ya kwamba hakufa, alikufa ha, ali lakini hakuna mtu alimua yeye mwenyewe, mwenye mwenye alijitoa ili atuokoe sisi, ulimwengu aokoe ulimwengu like Tuko na varying knowledge so, ukiongea kwa Kiswahili cha kawaida kujitoa uhai ni hiyo like kujiua, ah, uh ndo -uh. so, like, nataka utoe maelezo zaidi uh -huh. ndio uh -huh. uh -huh. yeye mwenyewe alijitoa uhai wake ndio Biblia inavyosema, sio mimi mm -hmm. neno so, la Biblia Biblia inavyosema mm na na uwezo wa kuinua huyo na kujiinua kwa uh -huh. kujiinua tena mwenyewe mm yeye mwenyewe ndio amesema hivyo so, kwa hivyo kwa hivyo yeye mwenyewe ndio alijitoa, hata Biblia inasema yeye ndio kwa hivyo Mungu nini hawezi fanya, na uwezo wa Mungu ambayo inasema hivi uh-huh. mtu wa kwanza atoka katika nchi. Unaona, mtu wa kwanza ambaye ndio Adam ametoka kwenye udongo, ni wa udongo, wa udongo. Mtu wa pili, mtu wa pili atoka mbinguni, atoka mbinguni, na ndio huyo Yesu Kristo ndivyo alivyo walio wa udongo ndivyo alivyo wa udongo na ndio tunazikwa sisi sote na mm hakuna -hmm. mtu yeyote anafufuka na kama alivyo yeye hili jambo acha nikuambia unajua nimeshangaa sana mm -hmm. kwa sababu kuna, kuna wakristo ambao walitoka na Jarani mm -hmm. wakuja kukutana mm -hmm. na Muhammad mm -hmm. sallallahu alayhi wasallam ila mnamuita na sijui kwa nini Unapenda kumwita Yesu ukitaja jina la mamake, lakini hamtaji jina la Amina, mama wa Muhammad, na hata baba mjai mtaja Abdalla umetoka mambo ya Nimetulia. Lakini naomba baadhi na ya sura turudi kwenye mada sasa. Maswali yangu hayajajibiwa, na nina aya ya Qur'an mimi nataka kusoma. Turudi katika huo uungu wa Yesu mwenye ako na mwili, tuacha mambo ya msalaba kwanza. Naomba kidogo, mambo ya msalaba ni vile tu, ni vile tu mmeleta, okay. hivyo nikaona ni vizuri, fanya nini niweze kuelewa eh, niweze kutoa maelezo mimi mwenyewe mm -hmm. Mwenye. Mm -hmm. unanielewa, yeah. na wakati wa wakristo wa, wa walipokuja walikuwa na mjadala mkubwa sana huu tu mm huu -hmm. ambao tunaongea na wewe hapa lakini nashukuru Muhammad alikula kitu inaitwa mubahala. Mubahala. Alikula kiapo. Wacha sisi sasa nyinyi mnaongea na sijaona mmoja wenu akikula kiapo kudhibitisha kile ambacho unaongea ni ukweli. Alikula kiapo, Ali alikuwa hapo, Fatima alikuwa hapo na wale wajukuu wake wawili walikuwa hapo. Na Wakristo walipoona amekula hiyo kiapo hawakukaa hapo. Sijui kwa nini wao kusimama hapo, kwa sababu kile ambacho kinaondoa ubishi mahali ni kitu ambacho inaitwa kiapo. Kiapo ukiona imeletwa mahali, ujue ule mtu ako serious. Unajua, mimi naweza kula hiyo hiyo kiapo kabisa, vile Muhammad alikula, kuzivicha kwamba Yesu alikuwa Mungu akiwa ndani ya mwili, kwa sababu yeye mwenyewe alikula hiyo kiapo na Wakristo baada na wacha, nikwambie kiapo ina nguvu sana. Nimekuambia juzi, nimekuwa na kesi kubwa sana ya mamangu ambaye aliuawa pale Kakuzi, ile shamba ya Kakuzi, ile Kakuzi PLC, mamangu ameuliwa hapo. Nimeenda pale kotini, nimefanya kesi kubwa sana, mahali panaitwa Keno, na mama mimi ndio aliniambia. Jaji akasema nimeongea uongo nilipokuja na udongo ya kaburi ya mamangu nikaiwekelea hapa nikakula kiapo nayo, unajua huyo jaji alitoroka mbele ya watu, alipasua mbio. Kwa sababu gani? na akasema mimi siwezi kaa hapa ukule kiapo nikiona. So kile ambacho nasema ni ya kwamba Muhammad mwenyewe alikula kiapo kudhibitisha hii kitu tunasema sio kweli, lakini ukweli ni ya kwamba, nataka kila mtu asikie hapa na wale ambao wanamsikiza Yesu Kristo alikuwa ni Mungu akiwa ndani ya mwili na tutaendelea kuthibitisha. Nedi, nafikiri kuna e, jambo kili moja pia kidogo yeah. Alafu ndo, ndo, ndo atakuja ajibu swali lako yeah. Kuna watu wawili nimesoma pale andiko yeah. Saki watu wapote kwa sababu mada unajua kiapo na nini yeah. Ni vizuri ha. Pia kidogo tunatoa akili pale nje, lakini yeah. Mada je, Yesu ni Mungu sababu tunataka kustik pale ukasoma aya kwamba kuna watu wawili wametoka. Mtu wa kwanza ametoka duniani, ambaye ni Adam ya. Mtu wa pili ametoka wapi? Ametoka juu. Huyu mtu wa pili ametoka juu ni nani? Kwa sababu Yesu alikuja kupitia Roho Mtakatifu. Sasa mada imeisha, maana ndio watu wanasema Yesu Mungu. Hapana, unajua mimi sikatai Yesu, wewe angalia Yesu Kristo, unajua usichanganye, wasikilizaji. 100% Jesus was a human being, hiyo sikatai kwa sababu alikuwa analia ni kweli alikuwa anachoka. Sasa hesabu iko katika Biblia. Ngoja kwanza atulia kwanza. 100% sikatai Yesu alikuwa mwanadamu lakini 100% alikuwa Mungu akiwa ndani ya mwili. Sasa hiyo nakudhibitishia, sasa hiyo ni hesabu yenyu ambayo iko katika Biblia, sio. Unaenda kwa maandiko, maandiko iko wazi, mtu wa pili ni Yesu. Mada ilikuwa je, Yesu ni Mungu au sio? Ndio mada sio? Hmm. Na tunapata bishop mwenyewe ametoa maandiko ambayo yakumfunga. Ni sawa, umeenda kotini ukatoa evidence wewe mwenyewe ya kusaidia koti kufunge vizuri, kwa sababu hapo ulikuwa unatetea kwamba Yesu ni Mungu, sisi tulikuwa tutetea kwamba Yesu ni mtu. Sasa umetoa andiko kutusaidia sisi Waislamu na wasikilizaji waone, kumbe Waislamu ni wakweli wakisema Yesu mtu. Andiko lenyewe hili hapa mwalimu. Si wasikilize kwa sababu hii ndio ilikuwa mada, tumetaka kujua huyu Yesu ni nani, sababu hataki confuse watu, hataki watu wako confused, hata watu wajue ni nani, twende mtu wa pili. Mtu wa pili pili, mtu mtu, skadari. mtu mtu, mtu, skadari. mtu skadari. Wapili, wapili yeah. yeah. atoka mbinguni mbinguni. Basi ndio ilikuwa mada, Yesu Mungu, si Mungu. Tunaona si Mungu, ni mtu. Kwa hiyo e nafikiri, na, na mimi nimekuambia vizuri nimekuambia vizuri, hebu nisomee tunapomalizia, hebu nisome Timotheo wa kwanza

Imeishi, okay, ndio mm-hmm. Na bila shaka siri ya utaua, utaua ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili unaona? Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, na mimi ni mmoja wale ambao wamemwamini akachukuliwa juu katika utukufu. Bila shaka siri ya utauwa ni ku ni kitu ambayo imejificha sana. Unajua, tukikuja kwenye hey Kiingereza kuna hiyo, unanielewa? Sasa inaposema alihubiriwa katika ulimwengu yeah, inaongea mambo ya past, lakini tunajua ya kwamba Yesu Kristo mm -hmm. ni yeye jana leo na mm -hmm. hata milele mm hiyo -hmm. ni Wahibrania kumi na tatu mstari wa nane. Rudia tena. na bila Na bila shaka na bila shaka. Uh, shaka. shaka. Siri ya utaua ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Akaonekana na malaika. Akaonekana na malaika. Akahubiriwa katika mataifa. Akahubiriwa katika mataifa. Akaaminiwa katika ulimwengu. Akaaminiwa katika ulimwengu. Akachukuliwa aka juu katika utukufu. Akachukuliwa juu katika utukufu. Kwa hiyo umeshangaa? Ha, ni Kiswahili yeah. na hapa Nata, Nata, sasa Mungu katika Kiswahili. Katika mwili. Alidhihirishwa na nani? Si Mungu mwenyewe. Mungu unajua, wa wacha, ngoja nikuambie kitu kimoja. Yesu anasema mimi nimo ndani ya Mungu na Mungu wako ndani yangu, utaweza uta kuwatofautishaje na wanafunzi? Anasema yeye kwa... mwenyewe mimi nimo Mw. ndani ya Mungu na Mungu na Yesu huyo huyo Filipo akauliza, Yes, Yesu huyo huyo anasema na wanafunzi pia wako ndani yetu sasa utafuta footage wote kumi na nne. Leta hiyo kwa nini, kwa nini, andiko kwanza. na saba ishirini na moja Yohana. wanafunzi wenyewe wako ndani ya Yesu na wako ndani ya Mungu sasa utasema kwamba ni Mungu. Swali lilikuwa hivi Alidhihirishwa na nani? Mungu mwenyewe ndio anajua. Alidhihirishwa na nani? Mungu hawezi vaa jasi akakuja akachezea Arsenal. Subiri. Alidhihirishwa na nani ndio swali? Alidhihirishwa na Mungu, vitu za kibinadamu hawezi akafanya. Unajua hawezi kuja hapa akaendesha hii kipindi ameketi pale kama Abdulhamid. Eh, kuna vitu ambayo ni kiwango cha Mungu ambazo anafanya kwa kazi yake na kuna vitu vingine ni kiwango yetu sisi. Ushaona? Sasa swali inakuwa, je, alidhihirishwa na nani huyu ambaye kwa haya. Hebu nifungulie Yohana wa kwanza tano saba. Usome hapo tano saba ni kuchimbu na maandishi, hajachemka, iko sawa, tunaendelea vizuri tu. Aha, naye roho ndiye ashuhudiaye kwa sababu roho ndiye kweli. Ha, kwa maana na, na, eh, wako watatu washuhudiao mbinguni Baba. Ha, Baba na neno na, na Roho Mtakatifu, na, Roho Mtakatifu. Hmm. Na watatu hawa ni umoja, three in one. Ni umoja kwa hivyo ndio nasikia, ni siri, siri ya utauwa ni kubwa, unajielewa, ni kitu ambacho kimejificha. Kukielewa lazima uwe ni Mungu amekupatia ufunuo. Labda tu kidogo, kwa wasikilizaji wamesikia kwamba umesema eh, Yesu ni neno. Kwa hivyo wacha kwa, kwa eh, Biblia, Biblia jijibu yenyewe, enda Yohana wa kwanza moja moja moja. Ngoja kwanza tulia, enda Yohana moja moja na mm. eh, mstari wa kumi na nne Mm. Nimefurahishwa sana kwanza bishop na hiyo andiko kwamba watatu hawa ni, ni umoja si mmoja ni umoja kama ule wa mataifa <totitikana> eh, umoja, umoja. <totitikana> si mmoja ni umoja. <totitikana> hawa ah, watatu ni Mungu, tunangoja hiyo andiko, sio umoja, utairudia, endelea. <totitikana> pali nasema ni Mungu alafu, <totitikana> kuna kitu, kuna andiko lingine nimekumbuka, hilo andiko lazima lisomwe mojamoja hapo mwanzo kulikuwako na neno. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno neno alikuwa Mungu. Twende msari wa kumi na nne. Aya shikanisha na kumi na nne. Naye neno alifanyika mwili. mwili. mwili. mwili. Akakaa kwetu. Akakaa kwetu. Huyo sasa ni Yohana anaongea ambaye alimwona watu sisi ambao tunaongea hatukumwona anaongea aliyemuona kabisa, shahidi huyo, shahidi kabisa, na unajua shahidi. Ushahidi ukijatolewa uwezi ongea tena, tuendelee. Mm -hmm. Nasi tukauona utukufu wake, nasi, nasi tukauona utukufu wake. Shahidi pamoja na wengine wakaona. Wakaona utukufu wake. Asante. Wakaona utukufu wake. Aha. utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa, kwa Baba, amejaa neema na kweli.